Kisiasa mimi tasema anytime, ni right time kwa chama eh, kuzunduliwa kwa sababu ukiangalia tumebaki na mwaka mbili na nusu na mm, hiyo mwaka mbili na nusu pia unajua inakuja karibu na pia na 2027. kuna vitu ambavyo zitakuwa zinaendelea before sisi tuweze kufanya elections mm. Uh, kwa hivyo hata anaweza sema ni mwaka mbili, eh, si mapema kwangu kisiasa na kwa mtu ambaye anaelewa siasa, hii ndio wakati ambaye ni mwafaka kwa mtu wote ambaye unataka kiti ambaye ni kubwa kama ya presidency mm, na governor. Hii ndio mwaka ambaye unatakana kuanza kujipanga, na uanze kusema ni nini unataka. Kwa hivyo Rigathi Gachagua amefanya siasa yake mzuri mm. ameambia Wakenya hii ndio E, chama ambaye nitakuja kwa wananchi na tuongee. Alafu Zablon, kumbuka pia IBC imeweza kuwekwa hadharani mm, wanatikana hivi e, karibuni kuku, kuku, kuku, kupitia parliament na waangaliwe mm. E, tumesahau kuwa that by election ziko uh, Rigathi Gachagua lazima aonyeshane kipimo yake mm, kisiasa na by election ambayo inakuja na utaona.